Wito nilio wapa ni kwamba waendelee kuwa wavumilivu, kwani serikali ya mama Samia ni sikivu. Kwa sababu Mheshimiwa Rais umeona, ametoa ametoa ada kwa wanafunzi. Mheshimiwa Rais kubwa katika sekta ya elimu, wote tunatambua hivyo. Yote kwa yote, pamoja na changamoto walizonazo, waendelee kuwa wavumilivu, na serikali ni sikivu, imesikia changamoto hizi, zitakwenda kutatuliwa. Kutokana na uchaguzi mkuu wa 2025 ni kwamba sote kwa pamoja ni lazima tumchague Mheshimiwa Rais kwa kishindo, kama mwanamke mwenzetu, kwa sababu katika uongozi wake Mheshimiwa Rais amefanya mambo makubwa, mambo ya ajabu, haijapata kutokea. Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa na nzuri, hivyo nimewaomba wanawake, kama rais wetu ni mwanamke, Mheshimiwa Rais na kazi alizofanya heshima aliyotupa katika taifa letu basi tuhakikishe tunaleta historia kwa wanawake wote kwamba wapomchagua Mheshimiwa rais kwa kura nyingi za kishindo. Tunaomba itungwe sheria kulingana na maadili ya watoto wa kike. Mama, mko kule mambo mabaya tunaona yanayoendelea mavazi mabaya, tabia za uhuni na umalaya, ukatili wa kijinsia. Nyinyi ndio watetezi wetu. Sisi kama walimu tunapata shida sana, tunapolea watoto ambao wanaotoka kwenye familia au kwenye wakina mama ambao wana mazingira hayo. Kwa hiyo tunaomba mkatupigania, kwa nafasi yako naomba ukawasemea walimu wanaoishi kwenye mazingira magumu. Kuna walimu hasa wanawake wanaishi kwenye mazingira magumu mno, yaani safari ya kutoka walipo mpaka kuifikia halmashauri barabara ni mbovu, miundombinu ni mibovu, yani hata mazingira tu, yani tuusemee nyumba wanazoishi yani. Ukiangalia mazingira mwalimu anaoishi, unaambiwa ni mwalimu anakaa hapa, yani huwezi ukaania. Kwa hiyo, mama, tunakuomba angalau basi kuwe na fungu ambalo kwa kuwapa motisha, yani kuishi kule tu ni mtihani kwa kweli. Kwa hiyo tunapokuwa tunawafikiria wanapokuwa wanafikiriwa wanapata moyo wa kuendelea kuishi manispaa. Nauli imekuwa ni shida, ni muda yaani mwalimu anajaza leo ishirini ishirini na tano, anadai nauli ya ishirini <coughs> ishirini na tano, anaendelea kuishi kwa matumaini. Vitu kama hivyo vinastahili vilipo kwa wakati, mwalimu apate kile anachokistahili, awe na amani kazini, afanye kazi yake kwa amani, ajenge wale watoto kwa moyo, ili watoto wale ndio wanaotegemewa kwa ajili ya taifa la kesho. Kwa hiyo mama, tunachokuomba pamoja na wilaya zingine, tuangaliwe sana walimu, tena hasa walimu wanawake. Sasa hivi kuna mambo mengi, masuala ya ukatili, hiyo ni, ni taifa zima, hiyo nao ni shida. Watoto wetu wa kike watakwenda wapi iwapo wanaume wanakuwa wanawake? watoto wetu tunataka sisi, tupate na sisi watoto wetu waolewe, wawe kama kina mama sisi wenye ndoa na familia zetu. Hiyo nayo ni shida, hilo ni janga kubwa ambalo linagusa taifa kwa ujumla. Mama, hilo naomba na wewe kwa sehemu yako nenda kaliangalia, utatuteteaje. Tunahitaji usalama wa watoto wetu wote wa kike na wa kiume.